Tusonge kwa kutambulika kwamba ni taasisi inayofanya kazi za kijamii kwa mikoa ya Tanzania na sasa tuko takribani miaka kumi na nne ya utendaji wa kazi, tulivyopeleka maombi, maanake mchakato wa kupata kibali cha uendeshaji wa elimu hii ilikuwa ni kitendo au ni mchakato naohitaji uandishi wa waku, waku, kuomba kutoka kwenye ile tume huru ya uchaguzi, na walifanya mchakato wa kina na kuna mambo mengi yaliyoangaliwa. Kwa hiyo sisi basi kama Tusonge tunamshukuru Mungu tuliweza kupata kibali cha kufanya kazi hiyo kipindi hichi cha tunakoelekea na uchaguzi. Kwanza kumekuwa na vyombo vinavyotoa habari za matishio hususani kwa sisi watu wenye ulemavu, inatuwia sisi ni vigumu. Tungeomba tume ya ya uchaguzi ituangalie watu wenye ulemavu. Kufikia katika hilo swala la kwenda kupiga kura, kwa sababu kama amani itakuwa amna, watu wenye ulemavu pia kwa wingi watakuwa wajitokezi. Kwa muda wote ambao tumekuwa tunaendesha mafunzo uh, tunahamasisha makundi mbalimbali, na kundi moja ambalo shirika la Tusonge linalenga moja kwa moja ni kundi la watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Tumekutana na maswali mengi ambayo ni kama yaliyowasilishwa hapa kwamba kumekuwa na fukuto kwenye jamii ambalo na sintofahamu kwa maana kwamba eh, watu wanasema wengine kupitia hiyo mitandao eh, watu watoke siku ya upigaji kura, wahamasishe watu wasitokee, wasiende kwenye vituo yani kama ina fulani la kuleta fukuto la fujo fujo fujo. Na hii inaleta ina, ina, ina sura tofauti, kwa maana kwamba uh, ta, wa Tanzania wenzetu wanaofanya jambo kama hilo ni vizuri wakajua kwamba hawafanyi tu kwa ajili ya uchaguzi, wanafanya pia kwa kwa, kwa kuleta athari kubwa kwa watu wenye ulemavu ndani ya jamii ya Tanzania ambao ni Watanzania kama wao. Labda tungetaka serikali na tume ya uchaguzi waje watusindikize katika vile vituo vya kupigia kura kwa watu wenye ulemavu. Hususani pia kuna wale ambao viziwi hawawezi kujua kwamba ni vita vimetokea kwa sababu wao hawasikii na hawezi kutambua kwamba ni kitu gani. Wao wakiona watu wanakimbia na wao pia watakuwa wanakimbia. Labda serikali ingeenda katika mashirika ya watu wenye ulemavu hususan upande wa wale viziwi kwenye vyama vyao vya kila mikoa wakaenda kuhamasisha na kuwapa elimu na kuwatambua pia. Kwa niseme tu kwamba kwa sababu tuna angalia taifa lenye uweledi, taifa lenye viongozi wanaofahamu kinachoendelea na, zoezi na hili linaendeshwa na, na kusimamiwa na tume huru ya, ya uchaguzi Tanzania, tukiomba tume i, isi, iweke e, utaratibu mzuri kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha ulinzi na usalama siku hiyo uko imara na unamlinda kila Mtanzania kwenda kupiga kura yake ambayo ni haki ya kidemokrasia bila kujali kwamba e, kundi lile linalohamasisha na linahamasisha kitu gani. Kuna umuhimu wa wananchi pamoja na vijana kupiga kura tarehe ishirini na tisa Oktoba hii ishirini ishirini na tano. Kwa nini nasema kuna umuhimu? Kwa sababu kwa wananchi kupiga kura ni demokrasia na ni haki ya moja kwa moja ya kikatiba inayotufanya e, sisi wananchi tuweze kupiga kura hiyo Oktoba 29. Wanume kushiriki kwenye uchaguzi mkuu huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni muhimu sana, ni sahihi. Kwa sababu gani? Ukiangalia baba ndo kiongozi kwenye familia. Sasa kama ni kiongozi, ina maana mambo mengi ambayo yanapaswa kuamliwa kwa maamuzi mengi, baba anapaswa kuhusika na kuhusi na kuhusisha ile jamii yake inayomzunguka. Kwa baba asiposhiriki ipasavyo, na kwa kuchagua kiongozi ambaye ni sahihi, ina maana inawezekana a mengine asiende vizuri kama ambavyo yatakuwa yamepa